nzuri ulioundwa na tume na kikatiba, katiba ya nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, okay, kwa ajili ya kupata wagombea wa nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi, okay. <coughs> na unasema kuhusu kuhusu hayo matamshi kuzuia uchaguzi, uliona hayo matamshi ya kwamba tutazuia uchaguzi, unasema uliona nini? Niliona nili, nili, nili, nili, nili kwamba matamshi haya yataleta vurugu na amani ya nchi, kwani upo utaratibu mzuri wa kupata wagombea wa kuteua wa kupata viongozi Sasa, hmm? Shahidi, uh, unasema uliona <coughs> picha mjongeo hiyo yenye matamshi yao. Hebu iambie mahakama hayo maudhui au hayo ya matamshi yalikuwa yanasema, kwa mujibu wa hiyo picha mjongeo unayosema, yalikuwa yanatamkwa na nani? Matokeo hayo ma, ma, matamshi hayo yalikuwa yanatamkwa na ndugu Tundu Antipasi Lissu mm-hmm. Hebu iambie pia mahakama unamtaja huyu mtu Tundu Antipasilisu, iambie mahakama kuhusu ufahamu wako kwa huyu mtu na kama unamfahamu. Mheshimiwa hakimu, Tundu Antipasilisu ni public figure, ni mtu maarufu mm-hmm, na kutokana na kazi zake za uwakili anazozifanya hakuna nafkiri watu wengi wanamfahamaza. kuhusu wewe usizumjie watu wengine yani yani, wenginen namfahamu kutokana na majukumu yake. na ulimfahamu lini kutokana na yao